Amani sisi kwetu Tanzania imekuwa ni tunu kubwa sana Lewi, makubwa. Leo hii tunajivunia maendeleo makubwa yaliyofanywa na serikali yetu, kwa sababu tumekuwa na amani. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kwa amani amani hii ambayo ametujalia, na na tunajua kwamba pasipokuwa na amani hakuna kitu chochote kitakachofanyika. Hatuwezi kwenda kuabudu kwenye misikiti, hatuwezi kuabudu Mungu kupitia makanisa, na hatuwezi kuwa na uzalishaji kwenye kilimo, hatuwezi kuwa na elimu, hatuwezi kuwa na afya pasipokuwa na amani, na tumeona katika ulimwengu huu kuna nchi nyingi ambazo hazina amani, hazina utulivu, hakuna kitu chochote kinachoendelea. Kwa sisi tumekuja hapa kumshukuru Mungu lakini pia kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu na kuwaambia Watanzania wenzetu kupitia wilaya ya Kinondoni kwamba amani ni tunu na tusicheze na amani hii hata kidogo, na tusimruhusu mtu yoyote yule kucheza na amani hii. Na hasa katika kipindi hichi ambacho tunaenda kwenye uchaguzi mkuu tarehe wapo ambao wanabeza taratibu nzuri zilizoweka na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Taratibu zote wameendelea nazo vizuri, elimu na uhamasishaji ambao umeendelea kufanyika. Wapo ambao wanabeza, hawataki uchaguzi huu ufanyike. Lengo lao kuu si uchaguzi, ni kutaka kuhatarisha amani na utulivu wa nchi yetu. Sisi wilaya ya Kinondoni, tukiongozwa na viongozi wangu wa dini hizi mbalimbali zote, tunakataa kwa sauti moja yeyote yule anayetaka kuhatarisha amani na utulivu wa wilaya yetu ya Kinondoni. Na sisi kama serikali tumejipanga vizuri. Kama kuna kipindi tuko imara ni kipindi hiki. Hatutamwachilia mtu yeyote wa ndani au wa nje ahatarishe amani na utulivu ya wilaya yetu ya Kinondoni. Tumejipanga vizuri kupitia jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kuhakikisha wananchi wanapata fursa hii ya kikatiba ya kuchagua viongozi bora viongozi ambao wataendelea kuhakikisha sisi wa Tanzania tunakuwa na amani tena amani tele na kuwafundisha wengine kwamba Tanzania kwa kweli ni kisiwa cha amani, ili sasa tuendelee kupata fursa za kiuchumi na kuendelea kuijenga Tanzania yetu, tukijua kwamba hatuna Tanzania nyingine duniani. Tanzania ni hii, ndio mama yetu. Kwa hiyo amani ni kila kitu, na tutumia nafasi hii watu wajitokeza tarehe 29 wakashiriki kwenye uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu, na sisi tunaendelea kuimarisha ulinzi kwenye wilaya yetu ya Kinondoni. Uh, kwa jina laitwa Sheikh Muhamed Muhenga, Sheikh wa wilaya ya Kinondoni. umuhimu wa amani ni mkubwa sana, umuhimu wa amani ni mkubwa wa. Amani ndio maisha, amani ndio uchumi, amani ndio siasa, amani ndio uwekezaji. Kwa sababu sisi tulivyokuwa mzee wetu Adamu alivyokuwa peponi, wakati anashushwa katika ardhi hii, aliambiwa na neno, neno kubwa na Mola wake kwamba teremka na katika dunia utapata amani na utulivu, kisema hivi walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ila hin. Kwa hivyo amani ni haki yetu, amani ndio maisha yetu, amani ndio, ndio salama yetu. Bila ya amani usalama utakuwa hakuna na bila ya amani maisha yatakuwa hayapo, tutateseka, tuta, tutahangaika na kila kitu kitaharibika. Tunajivunia kwa demokrasi ni amani, tunajivunia uchumi ni amani. Ikikosekana amani amani, itakuwa tumepoteza kila kitu na uhai utakuwa umepotea. Kwa hiyo amani muhimu sana sana sana kwa sisi, kabla uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Naitwa Mchungaji Lightness Siri kwa maye. Mimi ni mchungaji wa Kanisa la Injili ya Siku za Mwisho. Sisi lengo letu, dhumuni letu dini mbalimbali mbali, ni kuhusiana na amani ya taifa letu, amani ya nchi yetu. Na kwa harakaharaka tu, inapokosekana amani, sisi wakinamama ndio tunaoathirika na watoto ni akina baba mtakimbia, mtafanya yani. Mfano mdogo tu, kipindi kilichotokea mabomu yale ya Gongo la Mboto, kwa kweli wababa waliondoka, lakini wamama sisi libaki kukumbatia familia na ndio tulioathirika sana hata kipindi kile, na hiyo tu ilitokea tu, tu ni, ni, ni, ni ghafla eh, lakini kwa hiki ambacho tunakiendea ambacho kila mmoja ana, ana, ana, ana wajibu wa kutunza amani ya nchi yetu, kila mmoja ana wajibu wa kupaza sauti kuhusiana na suala la amani hasa sisi wamama tunashikana, yani wachungaji wote wa kina mama, wa, watu, mama. Sisi ndio wenye jukumu kubwa hasa la kuhakikisha tunadumisha amani, tunapaza sauti ya amani kwanzia kwenye ngazi ya familia, kwenye mitaa, kwenye kata, sehemu zote sisi, ni dhumuni letu ni moja, neno letu ni moja, ni amani, kuboresha amani ya nchi. Kwa Allen Siso, Askofu wa Kanisa la Methodist Tanzania na katibu mkuu wa Kanisa la Methodist Tanzania. Katika Biblia tuna maneno yanayosema utukufu juu mbinguni na amani duniani kwa watu aliyowaridhia. Mungu amewaridhia wanadamu ulimwenguni, na hasa Watanzania. Na Mungu mwenyewe ndiye chanzo cha amani, ndio maana anaitakia amani nchi, anawatakia amani watu wake. Na sisi kama viongozi wa dini tuna neno linalosema upendo na amani tumekutana hapa kama Wakristo, tumekutana hapa kama Waislamu, tumekutana na serikali yetu ya wilaya kuujenga upendo, tukae pamoja kwa amani, ili tunapo tunapokwenda kwenye uchaguzi wetu mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, twende kwa upendo, twende kwa amani. Lakini ndio amani inayotuweka pamoja, na ndio maana tuko makabila tofauti, lakini tunaishi kama familia. Amani hii inayotufanya tuishi kama ndugu ni ya kutunza na ya kuilinda kwa gharama yoyote kwetu na wahasa sana wa Tanzania ni kipindi cha kuidumisha amani yetu, na tuishi kwa upendo na amani, nchi yetu ikae katika utulivu, na Mungu ataendelea kulibariki taifa letu. Anaitwa Yasin Muhammad Kilongo, ni katibu wa vijana Bakwata wilaya hii ya Kinondoni. Jukumu letu sisi na mkusanyiko wetu ni moja tu, tunachokihubiri ni amani. Amani ndio mustakbali wa kila jambo katika maisha ya mwanadamu, si kwa sababu ya uchaguzi. Hapana, kama ujumbe unavyoonyesha hapa kwamba amani yetu, fahari yetu jukumu letu sisi ni kuilinda na kuitetea amani ya nchi yetu. Bila shaka, ujumbe wangu kwa vijana wenzangu, tuilinde amani. Amani ndio mustakbali wa maisha yetu. Hakuna kesho pasi na amani.